Kutoka London, hii ni Swahili Voice Exclusive. Wiki hii, hapa Mnazi Mmoja katika jiji la Zanzibar, tulishuhudia tukio la kipekee, tamasha la vitabu la Zanzibar 2025 lililofanyika katika ukumbi wa kihistoria wa Museum House. Tukio hili lilivuta wadau mbalimbali, wafasihi wakiwemo wachapishaji, waandishi wa vitabu, wanafunzi na wapenda vitabu kutoka pembe mbali mbali za Tanzania na nje ya nchi. Timu ya Swahili Voice ilipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya washiriki na waandishi waliokuwa wakionyesha kazi zao. Waandishi watatu mashuhuri walizungumza kwa kina kuhusu safari yao ya uandishi. Hebu tuwasikilize. Naitwa Albertina Mela, ni mdau wa masuala ya afya ya akili na mwanzilishi wa NGO inayoitwa Open Up Foundation ambayo najihusisha na kutoa elimu na msaada wa masuala ya afya ya akili. Tumekuwa tukifanya programu mbalimbali za kutoa uelewa mashuleni kwenye maofisi na sehemu zingine za kijamii, na hivi karibuni nimeandika kitabu ambayo ni moja kati ya jitihada zangu za kuendeleza kutoa elimu kwa jamii. Kitabu kinaitwa Jerome na Uoga ambacho kinaelezea masuala ya changamoto za afya ya akili kwa watoto na namna na, na, gani ambavyo wanaweza wakakabiliana na changamoto hizo. Ok, nilianza hii kazi mwaka elfu mbili na ishirini mara baada ya kumaliza chuo. Acha, nilianza elfu mbili na kumi na tisa wakati nakaribia kumaliza chuo, lakini kusajili rasmi NGO ilikuwa ni mwaka elfu mbili na ishirini ambapo nimeendeleza hizo harakati mpaka sasa ambapo tumeweza kufikia maelfu ya wanafunzi. Kwa Dar es Salaam tu tumefikia wanafunzi zaidi ya elfu tano lakini pia mitandaoni, aga tunafanya uh, webinars ambazo za kutoa elimu kwa vijana tumefikia zaidi ya vijana elfu moja mia saba lakini pia tumeweza kutoa elimu ya afya ya akili uh, kwenye uh, makampuni mbalimbali mbali, ambapo pia tumefikia watu zaidi ya elfu moja mia tano. Kilichonisukuma kuanzisha na kufanya hizi harakati za masuala ya afya ya akili ni personal experience yangu. Nilipitia changamoto ya afya ya akili ambayo inaitwa sonona wakati na kuwa uh, na kutokana na uelewa w kuwa finyu kwenye jamii yetu na kwenye familia zetu, ili nichukua muda mrefu sana kupata msaada lakini namshukuru Mungu, baadae nilikuja kupata msaada wa kisaikolojia na kwa uwezo wa Mungu nikapona. Ndipo hapo nilipopata shauku mwaoni mwangu ya kusimama na kuweza kuzungumzia haya maswala ili kusaidia wale wengine ambao wanapitia hizo changamoto, lakini hawajui nini wanapitia na wapi pa kwenda kupata msaada. Mafanikio yangu makubwa ni nikiona mtu anapata uelewa wa maswala ya afya ya akili na pia anafunguka kuomba msaada, hiyo inanipa furaha kubwa sana moyoni mwangu. Kwa katika hizi shughuli zetu kama nilivyosema, ninatoa elimu uh, kwenye jamii kupitia hizo shule, maofisini na vikundi vingine mbalimbali vya kijamii, kwa kuona ile feedback kwamba mtu ana ana maana, tunafanya pia performance evaluation tunaona kuwa kati ya wale ambao hususan wanafunzi ambao tunawafikia, unakuta asilimia sitini na tano wamepata wana, wana improvement, na hasa inaonekana kwenye performance zao hata darasani. Kabla ya sisi kwenda hapo shuleni na kutoa elimu, unakuta performance ilikuwa chini, lakini baada ya muda kupita na sisi kuendelea kutoa elimu na wale ambao wanahitaji msaada wanapata msaada wa moja kwa moja na mwanasaikolojia, unaona performance yao inapanda na uwezo wao pia wa kuchakata hisia zao na kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali unaimarika. Kwa hiyo ile, mimi ni mafanikio makubwa sana, ukiachana na namba ambao ni maelfu ya watu ambao tumewafikia. mm -hmm. okay. changamoto kubwa katika haya masuala ni ile utayari wa jamii kupokea. Bado kuna dhana japo, nashukuru kwamba kwa miaka hivi karibuni kumekuwa na mazungumzo kuhusiana na masuala ya afya ya akili. At least watu wanazungumzia, unasikika kwenye taarifa za habari na sehemu nyingine za kupata taarifa, unakuta yanazungumziwa. Lakini bado kwenye jamii kuna ukakasi fulani hivi na stigma ama aibu ya kuzungumzia masuala ya afya ya akili. Ni rahisi kwa watu kuzungumzia kuhusu mipira, kuzungumzia kuhusu filamu, vitabu kama hivi, lakini stori za afya ya akili inakuwa changamoto ambayo inawapa pia watu kuona aibu kufunguka pale ambapo ana anakuwa anapitia changamoto. Lakini si mbaya, tulipofika si mbaya, nina matumaini kuwa huko siku za usoni tutapata watu wawe kuwa comfortable kuzungumzia swala la afya ya akili kama ambavyo tupo comfortable kuzungumzia maswala ya afya ya mwilini. Hauoni aibu kusema ninauma marelia, ninaumwa kichwa. Na ninatumaini kuwa itafika kipindi ambapo ukiwa una stress, ukiwa una sonona au changamoto zingine za afya ya akili, utakuwa comfortable kusema kwamba nina hili tatizo. Lakini pia kingine ni Uh, gharama za uendeshaji kwa sababu sisi ni NGO hatufanyi biashara. Kwa hiyo kuna changamoto hususan, kile kipindi cha corona, ambapo ilikuwa hakuna fandi ambazo zinakuja zina na si, unajua hilo ni tuseme, ni ni jambo kama limekuwa jipya japo si jipya. Afya ya akili ipo, ni binadamu na afya ya mwili na akili, lakini imekuwa ni kama mpya hivi kwa hata donors ambao wanachangia kuhusu masuala ya mental health, si wengi kivile, lakini tunashukuru Mungu na uh, kwenye changamoto ndipo ambapo una inachochea ukuaji kwa ina, inatufanya pia tu, tuwaze extra mile tufanyeje, ambapo pia tuka kukabiliana na hiyo changamoto ya fundi, tukaanzisha programu hiyo ya kutoa elimu ya afya ya akili kwenye makampuni, kwa ambapo tuna approach makampuni kutoa elimu na pia msaada kwa wale ambao wanahitaji. Kuna kuwa na uh, gharama ambayo tunawachaji ambayo hiyo gharama inatusaidia kuendesha hizi shughuli zetu pamoja na vitu vingine. Um, kwenye hiki kitabu ninazungumzia zaidi kuhusiana na masuala ya afya ya akili, lakini nguvu uh, iliyopo kwenye jamii kuweza kusaidia wale ambao wanapitia changamoto za afya ya akili si jambo la mtu mmoja. Wazungu wanasema It takes a village, yani inahitaji jitihada za pamoja. Kwa hiyo wote sisi tuwe uh, tutengeneze safe spaces, sehemu salama ambazo za wale watu ambao wanapitia changamoto waweze kujihisi yuko salama, uweza kuja kwako kufunguka. Kwa hiyo mtu akiwa labda ni rafiki yako au uh, mwenza wako akiwa anakuja anakuelezea hiyo changamoto uwe ni sio ile unatoa hukumu. Ah, hapo bana hiyo ni kitu kidogo sana. Hapana, tuwe sehemu salama ambavyo kwa sababu tunatofautiana namna ambavyo tunaprocess vitu, wewe kitu ambacho unaweza kukifanya yani, tunaanza tukapitia wote kitu kimoja, mimi kikanifanya niwe na stress, alafu wewe ukakichukulia ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo tunapitia tofauti, tuchukuliane na tutengeneze hizo nafasi salama, jamii itakuwa salama na tutaweza kukabiliana na changamoto za afya yake. Ndoto yangu ni kuanza yani, kama una idea unajiona una uweza kuandika. Najua mwanzo ni mgumu siku zote, lakini anza. Mimi pia nilikuwa tu nina hadithi una, yaani unajua unakuwa unaona kama msitu hivi, ninafanyaje? Lakini one step at a time, hatua moja leo naandika maneno uh, sema unaweza ukaanza maneno hamsini, kesho maneno hamsini uh, hii uandishi wa vitabu ni kama tabia ambayo tabia hujengeka ikiwa inafanywa mara kwa mara kwa hiyo usiogope. Utaona yani kitabu hili kiwepo ni kikubwa kiivo, lakini ukianza maneno machache kila siku ukawa unaandika unajitengea muda, labda kwa nusu saa au kwa nita, nita kwa dakika ishirini nitakuwa naandika kwa kila siku. Unajikuta siku zinazidi kwenda, unaongeza masaa, kwa kuwa brain yako inakuwa inajitengeneza kwamba hichi ni kitu changu, tunaweza. Kwa hiyo one step at a time you can do it. Naitwa Tuna Shaban Salim na mimi uh, kwa kazi zangu ni mwandishi wa habari na mwalimu, lakini kazi ambayo nimefanya sana ni uh, hii uandishi wa vitabu mm, kwa higa nilianza zamani sana, nilianza toka niko shule, kama ninaweza toka niko shule nilikuwa napenda sana kuandika, lakini uandishi wa vitabu nilianza kuandika vitabu vya skuli, na mwanzo niliandika vitabu vya nasari ya chekechea, na hiyo sio kama niliandika kwa sababu kama ndo nataka kuwa mwandishi, lakini niliandika kwa sababu walialimu katika ile skuli ambayo nafanya kazi, na wakaniomba niwaandikie vitabu, mfano vitabu vya Kiingereza ambavyo tulikuwa tunatumia pale skuli. Kwa hivyo hapo ndo nilipoanza kuandika vitabu, lakini kitabu changu cha kwanza kuchapishwa ilikuwa ni kitabu cha darasa la, la kwanza la Kiswahili kilichochapishwa na Oxford University Press. Lakini uh, sikuandika kitabu hicho tu. Baadaye muda huo nikaandika kitabu ilikuwa ni series, uh, kitabu cha darasa la kwanza mpaka darasa la nne, na vyote vilichapishwa na Oxford University Press mm-hmm kwa sababu nasema mimi ni mwalimu, kwa hivyo vitabu vya kwanza nilivyoanza kuandika vitabu, vitabu ambavyo vilifanya mwanafunzi aone kama kusoma sio adhabu kwa hiyo na mimi nikataka kuwapatia watoto wetu wa hapa kwetu vitabu ambavyo vitakuwa mbali ya kuwapa maarifa na kusoma lugha, sarufi na vitu vingine na msamiati, lakini pia watakuwa wanafurahia kile wanachokisoma. Hizo uh, lakini ilikuwa ni vitabu vyangu vya uh, vya shule. Kwa hivyo niliandika vitabu vidogo vidogo vya wanafunzi, lakini kitabu changu cha kwanza cha fasihi kuandika, uh, kilikuwa ni mwaka elfu na kilikuwa cha English kwa ajili ya young adult kinaitwa Close Calls ambazo sio kilishinda tuzo ya Award for African Literature Burt Award. Uh, uandishi ni kama unajua, kuna kazi nyingine hapa kwetu ni kama fahamu, ni kama wito. Uandishi ni kama unaweza kusema ni sadaka ya fikra. Unaweza ukaandika ukapata, na time nyingine unaweza ukaandika usipate So, kama sijawahi kufaidika na uandishi, nimefaidika sana na uandishi kwa sababu vitabu vyangu kwa mfano vya Kiswahili ambavyo vilichapishwa na Oxford University Press vilitumika Tanzania mainland, Tanzania bara yani, kama miaka kumi hivi. Kwa hivyo mwandishi pale ukiandikia katika kampuni kama hiyo, unakuwa unalipwa mrahaba, inaitwa mrahaba royalties yani. Kwa hivyo nilikuwa na na nimefaidika, yani kufaidika tuseme kufaidika ukikusudia kufaidika kama kwa ajili ya kupata chochote. Na pia kuna vitabu ambavyo nilishinda tuzo kama hiyo Bata Award, kulikuwa na zawadi au kama sahizi nimeshinda hiyo tuzo ya ya Mwalimu Nyerere. Nimekuwa mshindi wa kwanza wa hadithi yangu ya maziwa ya kuku, na kulikuwa kuna zawadi fedha taslimu. Lakini pia faida kubwa unayoipata katika uandishi ni ile faraja unayoipata ukiona jina lako kama ni mwandishi mpya, hii mwandishi mwandishi mpya atajua hiyo ile mara ya kwanza pale, utatoa kitabu na jina lako litakuwa liko kwenye cover pale limeandikwa fulani fulani. Kwa hivyo ile faraja na furaha unayoipata kuona na wewe umetoa kitabu ni kitu ambacho uh, ni priceless yani, hakina hakina thamani yani, hakipimiki ule furaha yake ambayo mwandishi unayopata, au kama unashinda tuzo, ile furaha unayoipata. Kwa sababu unaona kumbe ukishinda tuzo inakupa hamasa, inakupa hamasa ya kutaka kufanya tena kazi kuandika tena na, na, na tena na tena, kwa sababu unaona ah, kumbe kazi yangu ina thamani. Kwa hivyo kama una sauti inakuambia endelea kuandika, endelea uh, endelea kuandika, endelea kutunga, kwa sababu maneno yako yana thamani na yanahitajika katika jamii. Changamoto zipo, kama unasema changamoto zipo, na changamoto yenyewe ndio kama hivyo, so kama kile ukiandika utapata faida Mi nilishaandika vitabu vingi tu na sijapata, vimetoka vikasoma mashuleni, nilitumia muda wangu, nilitumia mpaka pesa zangu, kwa sababu kuandika lazima utafanya fotokopi, utafanya hivi, utafanya vile, lakini baadaye hujayapata chochote. Kwa hivyo hilo ni kitu ambacho kinaweza kikakutokezea, usime, uliandikia kampuni fulani, kampuni ikafa au haikuendelea na hawajawahi kukulipa. Mm -hmm. Au tuseme kama baadaye, nilitoa vitabu vingi lakini zile gharama ambazo nilitumia nilitumia kutoa hivyo vitabu ni gharama kubwa sana, na sikupata mrejesho kama ule nili pesa yangu niliotumia haikurudi. Kama tuseme kama ningelisema basi mi siandiki tena. Alafu mi ni Mzanzibari, Zanzibar kwetu, naipenda Zanzibar, nawapenda Wazanzibari na nataka mafanikio ya Zanzibar. Kwa hivyo nimekuja hapa uh, tuhamasishane na kuhamasisha uh, watoto, kwa kwa sababu tukiwahamasisha watoto leo usoma, wale ndio watakaokuja kuwa uh, wasomaji wazuri baadaye, na kama tunavyojua kila siku tunasema kama hata kama leo uh, usomaji uko chini sana. Kwa hivyo ninalotakiwa hasa sasa hizi ni kwamba, uh, kila mmoja kama, kama uh, kwa kwa mwenye kupenda vitabu ahamasishe wengine wasome vitabu kwa hivyo hilo ndo lilo zaidi nilokuja hapa ni kuhamasishana ili. Uh, tunajua kama maendeleo ya kweli hayawezi kuja bila ya maarifa na maarifa yako wapi? maarifa yako, kwenye vitabu. Ndo maana nikaja hapa kushiriki katika Zanzibar Book Fair. mm. mm. <tabu> Uh, ushauri wangu naweza kuwapa ni kwamba, kwanza wasome vitabu kwa wingi. Ukisoma vitabu sana utajua kama ah, kumbe kuandika ni hivi na nini. uh, nitumie staili gani nitumie nini gani, alafu baadaye waandike. Yani, kama mtu unahisi kama una, una, una, una idea basi andika, usiogope maneno, usijione ukajidharau, yani kama mie sitoweza kuchapishwa au sitoweza kufanya vizuri, kwa sababu hakuna mtu kaumbwa na kitu Sifahamu, hata siwezi kujisifia kama kama ndo ni mwandishi ndo nguli wa vitabu, na, ya, ni mwamine, ni mwandishi kitabu, na hapana. Mtu mtu mtu tu tu wa kawaida tofauti, kwa kwa nilichukua nini nikaandika, kuna hajatoa, lakini lakini ana uwezo mkubwa kuliko wengine. Kwa hivyo uthubutu kwanza ni jambo kwanza, jambo kwa la anataka nia aandike na kisha kuandika, anaweza kua kwenda kwa publisha akapeleka kitabu chake mingine kinaweza ku, ku, kupata nafasi au anaweza akashiriki katika mashindano ya vitabu ambayo yapo sahizi kule wapi, kama kuna tuzo Nyerere, kuna tuzo nyingine inaitwa nini, inaitwa Mabati, shafahamu. Kwa hivyo kama mtu anataka kuandika, aandike, lakini ni muhimu kusoma na ee vitabu ili aka, aka ona watu wengine wanafanya kazi gani kwa hiyo pale, na yeye ndio utampatia hamasa ya kuweza kuandika. Lakini kama unataka kuandika, andika na kuandika, anza leo. Usiseme nitaandika kesho, nitaandika kesho. Kubwa na uandike kwanza. Ukiandika wewe, andika tu, hata kama hapa unaiona haielekei, andika alafu baadaye, hizi zote tunazoona zimeandikwa, sio kama zilikuwa vile mwanzo, lakini zimefanyiwa nini, uhariri wa hali ya juu. Kwa hiyo wewe mwenyewe andika, rekebisha, unaona hili lifaa, punguza, ongeza, punguza, ongeza mpaka kitu kelekee lakini, kila mwenyewe unataka kuandika aandike. Habari, kwa majina ninaitwa Peter Marwa. Mimi kwa by profession ni mwanasheria lakini by choice ni mjasiriamali pamoja na mwandishi wa vitabu. Naweza kusema kwa haraka haraka, si kuanza moja kwa moja na kuandika vitabu ila nilianza mazoea ya kupenda kusoma kwanza, alafu na mazoea ya kupenda kuandika atiko ndogondogo. E, nakumbuka mwaka elfu mbili na kumi na tatu nilianza wakati ninasoma e, kwanzia nikiwa sekondari, basi nilianza mazoea ya kupenda kuandikia wenzangu, labda nikisoma kitu fulani kwenye kitabu eh, quotation kidogo labda naiandika naiwekea na, na maelezo kidogo labda nusu page au quotation mbili basi na share nao kwa kuwabandikia kinoti kwenye uh, notes board au sehemu yoyote ambayo itakuwa rahisi kuona, kwa sababu kitu nimekipenda, basi na share nao. Kwa hiyo niliendelea na mazoea haya ya kupenda kuandika, lakini sehemu kubwa kabisa ya kutamani kuanza kuandika kitabu nilianza 2018. Basi nikaanza na mazoea hayo ya kuanza kuandika article ndefu, e, au kuandika chapter, lakini sikuweza kupublish, lakini nilikuwa nashindwa kujua kwamba nafanyaje au naanzia wapi. Kwa hiyo nikawa ninaishia tu kuandika article ndogo ndogo na kuzishare kwenye, kwenye mitandao. Asante sana. Kwanza kabisa, mimi napenda maarifa kwa hiyo njia ambayo niliona ni rahisi mimi kufikia watu wengi kwa kushea nao maarifa ni kwa, kuwa, uh, kwa kuwaandikia yale ambayo ninayapenda, basi nawaandikia kwenye vitabu ili waweze kuweza kujifunza. Sehemu kubwa anaweza kusema, mafanikio makubwa ambayo nimeyapata kwa mimi kuandika ni kukutana na watu mbalimbali, mbali na kujenga netweki kubwa, kwa sababu vitabu vyangu vimewafikia watu wengi. Na aina ya vitabu ambavyo mimi naweza kuandika kwa lugha ya English times inaitwa workbook. Yaani vitabu ambavyo vinamfanya mtu afanye awe, awe na yaani kitu kinaitwa yaani engagement fulani kwamba kitabu ambacho kinamtaka yeye afanye mazoezi kwenye kile ambacho anakisoma. Labda, mfano naweza kusema kitabu ambacho nimeandika kinaitwa cha kwanza kabisa kinaitwa Anyo uh, Life Planner of Setting Goals and uh, Budgeting ambacho hichi ni kitabu ambacho kinamsaidia mtu kuweka malengo yake ya mwaka mzima pamoja na kufuatilia, anasema budgeting track kuangalia matumi, mapato na matumizi yake ya, ya, ya kila siku kwa muda wa mwezi na mwaka mzima. Kwa hiyo kitabu hichi kinampa guiding question huyo msikilizaji au mtumiaji wa kitabu hiki aweze kufuatilia na kujiwekea utaratibu wa kila siku ili aweze kumjengea tabia aina fulani itakayomletea mafanikio. Kwa hiyo ni aina ya kitabu ambacho kinamsaidia mtu aweze kujenga tabia fulani zinazoweza kumletea mabadiliko nafsini mwake na mabadiliko katika jamii yake. Mpaka sasa nimeandika vitabu vinne, lakini vitabu ambavyo nimevipublish ni vitabu viwili peke yake. Changamoto ya kwanza, changamoto kubwa sana ni gharama, na changamoto kubwa nyingine ni, naweza kusema niongelee zaidi kwenye gharama, gharama za uandaaji wa kitabu hili kiwe kwenye mfumo wa kitabu na gharama za kuprint. e, unakuta kwamba inakulazimisha Uh, uprinti copy nyingi uweze kupata kwa gharama nafuu. Kwa hiyo changamoto kubwa sana ni mtaji wa kuanzia kupeleka kitabu chako sokoni, kwa, inaku, kwa, kwa, kwa, kwa mfumo wa, wa nyaraka nyepesi au soft copy. Lengo langu kubwa kabisa uh, kama nilivyokwisha kusema mwanzo ni kusaidia, kwa sababu mimi sehemu kubwa nimeona uh, katika jamii yetu kuna baadhi ya maarifa fulani tunakosa. Kwa hiyo mimi naandika vitabu ambavyo vina adresi yale zile changamoto katika jamii kwa ajili ya kusaidia kukidhi mahitaji ya uh, watu ambao wanasoma aina ya vitabu navyoandika. Uh, niweze kusema kwamba leo wakati uh, wanafunzi wamekuja kutembelea hapa, kuna kundi la uh, wasichana wa binti watatu wa sekondari walikuja kumsindikiza mwenzao wakitamani kujua Eh, yeye anatamani kupenda kujifunza kuandika vitabu baadaye au hata sasa aweze kuanza na kujua. Sasa alikuwa amekuja kuuliza kwa mbinu ni namna gani afanye aweze kufikia hiyo hatua ya yeye ku, kuandika vitabu vile ambavyo ile nia yake ambayo anatamani iweze kutimilizika. Naweza nikashea yale ambayo nimemwambia na kwa wengine ambao wajapata nafasi hiyo waweze kujua eh, uandishi uandishi naweza kusema ni tabia na tabia yoyote ile inaweza kujengwa. Watu wanaweza kujenga tabia nzuri au tabia mbaya. Uandishi ni tabia nzuri, kwa hiyo namna nzuri ya kujenga tabia nzuri ni kuanza kutengeneza mazoea kama ambapo mimi nilianza zamani, labda kwa kuandika article, kuandika labda quotation, baadaye nikaanza kwenda kuandika article mpaka sasa nimefikia hatua ya kuandika vitabu. Kwa hiyo, hii tabia inaweza kujengwa kwa mazoea madogo madogo, nikamwambia kwamba unaweza ukanunua dayari yako nzuri ambayo kila ukipata line, wazo fulani unataka kuliandikia basi, lile wazo lako unaliandika kwenye dayari yako, ili usaidie kuweka kumbukumbu, kwa maana kwamba mawazo yako yale unapokuwa unayaweka kwenye maandishi inaanza kukujengea. Baada ya muda utaona kwamba wazo fulani limekuwa linajirudia rudia sana kwangu. Kwa hiyo unawekeza nguvu ya kuanza kusoma sehemu zingine, kujifunza kutoka maarifa kwa watu wengine, kuuliza watu waliokuzidi. Baadaye sasa unayachukua ile mawazo yao na mawazo yako na uelewa wako unayaweka katika maandishi, na kwa namna hiyo unaweza ukawa umefikia adhima yako ya kuweza kuandika vitabu. Ni washauri tu na wengine kwamba hata mimi pia imenisaidia. Sasa hivi tumeingia kwenye eh, utaratibu mzuri. Dunia imeenda kwa maendeleo mbalimbali mbali. Tuna uh, artificial intelligence inaweza kukusaidia kuweka mawazo yako vizuri na kukurahishia kazi yako ya kuandika kitabu chako. Tamasha hili limeonesha kuwa Zanzibar bado ni kitovu hai cha utamaduni na maarifa duniani. Fadya Ali, Swahili Voice Zanzibar. Kutoka London, hii ni Swahili Voice Exclusive.